Kumekuwa na ongezeko kubwa sana sasa hivi la mataasisi duniani makampuni duniani viwanda, kukimbilia kwenye kununua marobot kufanya kazi kuliko kufanya kazi na watu. Kwa nini? Kizazi cha binadamu wenye uwezo wa kujiongoza na kujitawala kina fade away, wanaondoka, wanakufa, wanazeeka, wanastaafu. Kinaingia kizazi cha vijana ambao wao bora maroboti Yaani bora maroboti, ukimprogramu hivi anafanya kazi hotelini, restaurant, anafanya kazi kiwandani, uwe una uhakika kabisa kazi itaenda na matokeo yatapatikana. Vijana wengi waliolelewa kwa mfumo huu wa wazazi kujifanya kana kwamba unataka mtoto wako anyooke akiwa bado mdogo, wengi bila kusimamiwa na kuongozwa, kazi haziendi. Sasa kuulize swali, mimi nimwajiri mtu nimlipe mshahara kwa kufanya kazi, alafu niwe na kazi ya kumsimamia kwa kufanya kazi ambao namlipa mshahara kwayo? I cannot do that, I cannot do that. Ni ngumu sana. Kwa hiyo ni kizazi ambacho hakiaminiki, na ni kwa bahati mbaya hawa ambao wengi hawaaminiki wamesababisha hata wale wachache waliolelewa vizuri katikati ya kundi la hawa wasioaminika, nao hawaaminiki. Kwa hiyo linakuwa ni tatizo la kila mtu kwa nini? Kwa sababu wako wachache ambao kweli wamelelewa vizuri, wanaweza kufanya mambo wenyewe, wanajikuta hawaaminiki kwenye mifumo. Kwa hiyo hapa sasa hivi inabidi ifike wakati sasa tuanze kuwalazimisha sasa vijana waanze kujitegemea, waanze kuanzisha biashara zao, waanze kufanya. Ndio tunapoelekea huko, tunapoona mpaka uh, viongozi wa nchi wanakwambia wana, ukimaliza chuo kikuu nenda veta. Unajua tafsiri yake nini? we cannot trust you guys. Hawaaminiki. Shule wamesoma, degree wanazo, masters wanazo, lakini ukiwaweka sehemu za kazi they do nothing. Hawawezi. Kwa nini? mfumo wa kulelewa waliolelewa mm -hmm, ni mfumo ambao hawaku, haukuandaa hawa vijana kuweza kuachwa hapo mahali akapewa task, akaifanya ikafanikiwa, akaumiza kichwa, akafanya jambo mpaka likaisha. Hawawezi. Why? Every time ana sauti ya mama ake inamwambia chakufanya, every time ana sauti ya baba ake inamwambia chakufanya. So at the end of the day, huyu kijana akiwekwa hapo, huyu binti akiwekwa hapo wanaangalia bosi yuko hapa, kapitia mlango gani amepita, anaingia kwenye simu, anaanza kuchat tiktok. Bosi kapita, anaingia huko, anaanza kufanya. They cannot concentrate, is either kwenye tiktok au kwenye instagram, kwenye snapchat, kwenye nini. They really cannot focus. Why? kelele ni nyingi, hawawezi kufanya mambo wenyewe haya. Ongera sana, we mzazi ambaye ulifanikiwa, mtoto wako alinyooka vizuri sana at the age of 0 to 12 to 20 ulimnyosha, yes operating system yako. Haya aje, sasa atumie operating system yake na hiyo degree yake na masters kwenye ulimwengu halisi, hawatoboi. Baadaye utaanza kumpeleka kwenye maombi na maombezi, ana laana za ukoo, sijui ana vifungo vya giza, pepo anamsumbua, sijui ana roho za umaskini zinamnanili, zinam ana roho ya kukataliwa, ana roho ya kukataliwa. Hana roho ya umaskini, hana vifungo, ulimfunga we mwenyewe kwani kwa sababu you never give that child a chance to explore akili zake ajue kwamba hey kuna kuwajibika. Jamani, sisi tuliachwa na wazazi wetu tukajifunza kuwajibika katikati ya huko kuachwa, tukwenda wakati mwingine tulivunja mikono, tulivunja meno, tuna makovu mengi tu. Mimi na kovu hapa, na kovu jichoni, na kovu kwenye kidevu, na jino limeng'oka hapa mbele watu walionage, lakini zote ni sarakasi hizo. Lakini sometimes you have to be left out just hey fine jikoni tuliingia tukapika tukafanyaje. Wakati mwingine chakula unakuja hapo, njaa inakuuma, hamna msosi, unalia kidogo, unajiongeza, unapika uji. Hawakututesa, walitusaidia kwamba yeye, ukiwa na njaa unatakiwa kula. Tulikuwa tunaheshimu chakula. Sasa hivi mjini hapa, eti nimeshangaa hey, lakini kwenye comment zile jamani, yaani, mimi mwanangu kwa kweli, hata ukula siku zote hizo saba, hii ana tumbo <laughs> You cannot be serious, ni kwa kisha kuna mwanadamu ambaye hawezi kula? Hakuna hii mambo ya watu wa mjini. Sisi tuliolelewa vijijini huko, jamani, hebu tulizane kweli, kwani tulikuwa tunaitwa kula chakula fulani jaule? Ukiona unapikwa msosi unakaa karibu, kwa sababu unajua hapa ukicheza kidogo tu umelala njaa. Tulikuwa tunaheshimu. Saa hivi watoto wanapikiwa wali, nyama, nini sijui limewekwa na sose inafanyaje halafu mnashirikiana baba mama dada, mnalishana kwa zamu, chopa hapa tonge moja, chopa tonge lingine, chopa ndio. Lakini yani hali hali kabisa, hebu muache apigwe na njaa moja maridadi. Alinichekesha, alinichekesha mke wangu juzi hapa, anasema e, mtoto alirudi kutoka kanisani Jumapili, njaa inamuuma mpaka analia. Nimepiga simu nakuta binti analia, e, e, nini? Njaa niambia, e, e, safi kabisa safi kabisa. Kilichotengwa chakula mezani, hawezi kujivutavuta. Anajivutavuta kwa sababu amejua nyumba nzima itakusanyika kunilisha. Mwache kidogo, mwache. Sometimes you to just, chakula iko hapo, kama unataka kucheza cheza, njaa itamuuma tena hadi atalala. Kuna muda saa sabasaba usiku saa nane, kuna njaa itakayomuuma hapo, asubuhi atakiheshimu chakula.